Spika wa bunge la Seneti Amason Kingi ametangaza kuwa wazi nafasi ya seneta wa kuteuliwa iliyokuwa ikishikiliwa na Gloria Orwoba aliyetimuliwa rasmi hii leo. Orwoba ametimuliwa baada ya chama cha UDA kumfurusha. Haya yamejiri huku Orwoba akielekea mahakamani ambapo uamuzi wa UDA kumtimua umebatilishwa. Melita Uletenges anaarifu zaidi. Ukuruba wa kisiasa umeishia kuwa talaka. Kitumbua cha Gloria Oruoba, aliyekuwa seneta wa kuteuliwa, kimeingia mchanga baada ya spika Amason Kingi kutangaza kiti chake kuwa wazi baada ya kutimuliwa kwake na chama kilichomteua cha UDA. I have notified the the Independent Electoral Boundaries Commission IBC and the political party concen of the theaanii in the office of a member of the Senate elected under article 98 of the Constitution. The Senate is accordingly notified. Thank you. Hata hivyo, kufuatia taarifa hiyo ya Kingi, mahakama imeonekana kumnusuru Orwoba kwa kumpa amri ya kusimamisha utekelezaji wa uamuzi wa kamati ya nidhamu ya UDA iliyotolewa tarehe 16 mwezi huu kumtimua chamani na pia katika wadhifa wake. Awali Jaji Lawrence Mugambi alitupilia mbali ombi la Oruoba lililolenga kuzuia kutimuliwa kwake kutoka UDA. Jaji Mugambi alielezea ombi hilo halina uzito, akibainisha kuwa Oruoba alikuwa ameongeza wahusika wapya kwenye kesi bila idhini ya mahakama. UDA ilimfukuza Oruoba kwa misingi ya kutokuwa mwaminifu kwa chama. Tarehe 17 Aprili, Orwoba alikuwepo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kumpokea aliyekuwa waziri Fred Matiangi aliporejea nchini na baadaye kuhudhuria sherehe ya kumkaribisha nyumbani iliyofanyika katika uwanja wa Gusii mnamo Mei tarehe mbili. Matukio ambayo UDA ilitafsiri kama ishara ya kutokuwa mwaminifu kwa chama. And on the issue of Dr. Fred Matiangi from a community. Oh we have social events. How many people have you seen going for social events? Where the social events are bipartisan. A homecoming is bipartisan. Melita Ole Tenges, runinga Citizen